Kigoma, Kigoma mechi ilikuwa tunajua kwamba labda tunaweza tukaondoka hata na pointi moja. Tumeondoka, tunafika tunafika Tanga tumeumia. Makosa yako kwenye benchi ya ufundi, hasa mwalimu. Tukimficha tutakuwa tunakosea kwa hapa tulipofika. Kuinusuru timu yetu, mwalimu atuachie timu na niungwana kulizaini kwamba mimi, hii timu imefanya nini, imenishinda na baya zaidi, kauli zingine zinatokana timu haina morali, mchezaji anacheza kana kwamba hii sio kazi. Sio Mbeya City yetu tunaoifahamu, sio Mbeya City tuliyoipambania kwamba ifike hapa tulipofika, na sio malengo yetu kuwa hivi. Tulijua leo na Namungo ndio mechi tunaoanzia, tuna mechi ngumu nyumbani, kuna mechi ambazo tuna tungefungwa hata mechi ile na Yanga, hakuna mtu ambaye tungeandamana namna hii kuanza kufoka kwamba hii mechi ikoje. Unafungwa na Simba Sokoine, hakuna kitu ambacho nyumbani, utamfunga nani? Nilato, otet. Tulitamani sana wachezaji wajue ni jinsi gani sisi tunaumia na wajue kwamba hii Mbeya City ina watu wanapocheza wajitume, lakini wa kwanza tunaomba tunaomba viongozi, na hii isikike, sio sauti yangu, ni sauti ya wana Mbeya wote, mwalimu atuachie timu ova. Nimemaliza za kujieleza ni jinsi gani tunajitoa kwenye hii timu Najua ninyi benchi kama benchi mnatambua ni jinsi gani tunajitoa kwenye hii timu, iwe home and away. Tunapoteza muda wetu, tunapoteza fedha zetu, tunaacha familia, lakini tunaenda kuisupport timu, na ndio maana tukaomba kwamba hata wachezaji nao pia wangua. Nasikia haya, hatujui shida ni wachezaji, shida ni benchi, shida ni mwalimu, mimi binafsi sifahamu. Yawezekana hata wale kule ndani mmewafungia wanadai, itakiwa na wenyewe wao wanazungumza mbele yenu kwamba kweli tunadai au la, lakini japo sio nani, lakini tungependa iwe hivyo Unaona, lakini tunataka tu tufikishe tu ujumbe kwamba tunaumia pale ambapo naona kabisa tuna makosa. Hebu tunaomba benchi la ufundi tujirekebishe, sio Mbeya City yetu hii. Tunahitaji sisi tusafiri tu enjoy tu fly, hata kama tukifungwa, kama mtangulizi wangu, kuna mechi tukifungwa tunajisikia si wenyewe amani, kwamba yeye ni sehemu ya mchezo, sio game. Kama Namungo hizi tunafungwa kweli nyumbani na Namungo. Simba tunatokaje? Eh? Ah, inauma. Mwalongo mkandarasi, katibu mmoja wa mashabiki a <tipa> wale yote inabudi kujiba pole kwa sababu ile ni, ni msiba ambao umetukuta kwa leo e, kwa mantiki kubwa ni kwamba Mbeya City imekuwa branded ni timu kubwa, sisi wote tunalifahamu, si ndio? Kile ambacho tunakipata sio kile ambacho Mbeya City kitajia tukipata, hasa kwa mantiki ni kwamba hawa mashabiki ambao mnaona ni baadhi ambao wamekuja leo na wengine wamesusia kuja, kutokana nini mwenendo mbaya wa nini? wa timu, hasa hii inaumiza sana. Na kikubwa zaidi ni wazi zungumza